Habari mtazamaji wa Nine Sports, na Imani uu buheli wa afya. Leo kwenye Nine Sports ya leo tunaenda kumurika mshambuliaji hatari zaidi kwa msimu wa 2024-2025. Wenda wengi mkamfikiria Robert Lewandowski, Erling Haaland na Kylian Mbappe, lakini ni tofauti. Anaitwa Viktor Gyokeres. Huyu ni mshambuliaji wa klabu ya Sporting Lisbon kutoka nchini Ureno na ni raia wa Sweden. Huyu ndiye mshambuliaji wangu hatari kwa msimu wa 2024 2025. Ni hatari, ana uwezo mzuri wa kupachika mabao na ana wastani mzuri wa kupachika mabao. Anaitwa re Victor Yokresh alizaliwa tarehe 4 Juni ya mwaka 1998 huko nchini Sweden. ni raia wa Sweden nchi ambayo imewahi kutoa mshambuliaji hatari zaidi katika duniani ni Zlatan Ibrahimovic. Kwa kwa maoni yangu, huenda Sweden ikawa ni miongoni mwa nchi ambazo zinatoa washambuliaji wazuri kama Isaac kutoka Newcastle, Victor Yokeresh na aliyekuwa striker wa zamani wa PS Zlatan Ibrahimovic ambaye amestafu kwa sasa soka. Victor Yokeresh alizaliwa kwenye mji wa Stockholm na ana umri wa miaka ishirini na sita ana uzito wa kilogramu 94, ana urefu wa mita 1.89 sawa sana na futi 6 na inchi moja, na anacheza nafasi ya mshambuliaji. Anatumikia klabu ya Sporting Lisbon ya nchini Ureno. Victor Yokleshi alianza makuzi yake ya soka mwaka 2004 akiwa na umri wa miaka 6 kwenye academy ya IFK Aspuden Terus, akitumikia mpaka mwaka 2013 na baadaye mwaka 2013 mpaka mwaka 2015 alitumikia akademi ya IF Brommapojkarna. Msimu wa 2015 akiwa na umri wa miaka 17 Viktor Gyokeres akapandishwa klabu ya wakubwa ya Brommapojkarna na kuanza kuitumikia rasmi klabu hiyo akichezea mechi 56 na kufanikiwa kufunga magoli 20 na mwaka 2017 akafanikiwa kutoa taji la Spartan. Msimu wa 2018 klabu ya Brommapojkarna ikamuuza Viktor Gyokeres kwenda kwenye klabu ya Brighton ya nchini Uingereza, na klabu hiyo ya Brighton ikamtoa kwa mkopo kwenye klabu ya St Pauli ya nchini Ujerumani, akichezea mechi 26 na kufunga magoli saba. Na msimu wa 2019, msimu wa 2020 klabu ya Brighton pia ikamtoa kwa mkopo kwenye klabu ya Swansea City ya nchini Uingereza ambayo inacheza championship nchini Uingereza, akacheza mechi 11 bila kupachika bao lolote. Na msimu wa 2021 klabu ya Brighton kamtoa pia kwa mkopo na klabu ya Coventry City inayoshiriki championship nchini Uingereza. Akichezea mechi 19 na kupata mabao matatu tu. Lakini klabu hiyo ikaamua kuchukua uamuzi mgumu wa kumnunua Victor Kreshi. Akitumikia klabu hiyo mpaka mwaka 2023 alifanikiwa kufunga magoli 38 kwenye michezo 91. Msimu wa 2023 akavutia mabosi wa Sporting Lisbon klabu hiyo ya, ya Sporting Lisbon. Msimu wa 2023 mpaka sasa akicheza mechi 66 na kupata mabao 68 na na kuisaidia na na Sporting Lisbon kutoa ubingwa wa ligi mara mbili mfululizo, msimu wa 2023 na 2024, na na msimu wa 2024 25. Pia akizidi kutoa Taca de Portugal msimu wa 2024 na 2025 kwa levo ya kimataifa Victor Yokresh alianza kutumikia timu za vijana za Sweden mwaka 2015 mpaka mwaka 2018 akitumikia timu ya vijana ya Sweden chini ya umri wa 19 akicheza mechi 18, kufunga magoli 10. Lakini msimu wa 2019 msimu wa 2020 akichezea timu za vijana za Sweden chini ya umri wa 21 akicheza michezo anane, na kufunga magoli manne. Upande wa Sweden ni senior team amecheza mechi 26 na amefanikiwa kufunga magoli 15. Haya ni miongoni mwa mafanikio binafsi ya Viktor Gyokeres kwenye mpira wa miguu. Moja ni kuingia kwenye kikosi bora cha msimu cha ligi daraja la kwanza alimaarufu EFL Championship msimu wa mwaka 2022. Mbili ni kufanikiwa kutwaa kiatu cha mfungaji bora wa michuano ya timu za taifa za kulaya za vijana chini ya umri wa 19, mwaka 2017. Tatu, akichaguliwa na shirika la kimataifa la takwimu IFFHS kama mfungaji bora wa ida ajara juu duniani akifunga magoli 36, msimu wa 2024. 4, akitwaa kiatu cha mfungaji bora wa ligi ya Ureno msimu wa 2023 24, 25 na msimu wa 2024 25. Tuzo ya tano, mchezaji bora wa mwaka wa ligi ya Ureno msimu wa 2024, na kifanikio kingine ni kikosi cha ligi ya Ureno. Tuzo ya sita mfungaji bora wa michuano ya Teka ni Portugal, na tuzo ya saba ni mshambuliaji bora wa mwaka wa Sweden msimu wa 2023 na msimu wa 2024. Msimu wa 2024 25 Victor Yokreshi ndiye mshambuliaji aliyefunga magoli mengi zaidi akicheza michezo 33 na kufunga magoli 39 na kutoa assist saba akiwa na wastani wa kufunga goli moja kila mchezo kwenye ligi ya Ureno, na amehusika kwenye mabao 46. Kwenye michuano ya Ulaya, Victor Jokleshi amecheza michezo nane na kufunga kufunga magoli sita na kutoa assist moja. Kwenye michuano ya Teka de Riga amecheza michezo mitatu na kufunga magoli manne akiwa na wastani wa kufunga goli moja kila mchezo. Paka msimu huu unaisha Victor Jokreshi amecheza michezo 44 na kufunga magoli 49 na kutoa pasi za usaidizi mabao nane. Na huo ndio mwisho wa The Nine Sports. Na The Nine Sports ya leo tulikuwa tukimulika mshambuliaji hatari zaidi msimu wa 2024/25. Kwa maoni yangu ni Victor Jokreshi. Je, maoni yako mtazamaji ni yapi? Hebu comment hapo chini. Usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa ili tupate makala mbalimbali za michezo. na historia za wachezaji. Asante, sapoti yako ni muhimu. Uwe na siku njema.